Wakati Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akitimiza mwaka kamili tangu achaguliwe kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA hapo Januari ishirini na mbili mwaka jana elfu mbili na ishirini na tano, taarifa zinaeleza kwamba kuna hujuma endelevu dhidi ya Mheshimiwa Lissu mwenyewe, lakini pia dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, hujuma ambazo kwa upande mmoja zinahusishwa na aliyekuwa mpinzani mkuu wa Mheshimiwa Lissu katika uchaguzi huo, yani Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, lakini pia watu waliokuwa karibu naye, baadhi wakiwa ndani ya Chadema, wengine wakiwa nje ya chama hicho. Kwa hiyo makala hii inatupia jicho hizo taarifa za hujuma endelevu dhidi ya Mheshimiwa Lissu, lakini pia tathmini ya jumla ya mwaka mmoja wake madarakani na pia makala itatupia jicho kwa kifupi kuhusu yaliyojiri katika msiba wa mwasisi wa Chadema marehemu mzee Edwin Mtei. Msiba huo umevuta hisia za watu wengi kutokana na baadhi ya matukio yaliyojiri katika msiba huo. Tuanze na hilo la kwanza. Kwa hiyo Januari ishirini na mbili ya mwaka huu 2026 sita samani hapo juzi Mwenyekiti, uh, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alitimiza mwaka mmoja kamili tangu aliposhinda kinyang'anyiro kikubwa na kigumu cha kuwania nafasi ya uwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mpinzani wake mkuu katika kinyang'anyiro hicho alikuwa mwenyekiti aliyekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka ishirini, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Sababu hasa zilizotajwa na Mheshimiwa Lissu kuwania nafasi hiyo ya uenyekiti wa taifa na hatimaye kushinda ilikuwa ni kwamba mwelekeo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ulikuwa hauridhishi. Na hili lilikuwa wazi, kwa sababu watu wengi waliona kwamba Chadema ambayo huko nyuma ilikuwa mahiri katika mapambano ya kutetea haki za Watanzania iligeuka kuwa kama chama ambacho kinaelekea kinaendeshwa na chama cha mapinduzi CCM, hasa kutokana na ukaribu uliojitokeza kati ya Mheshimiwa Mbowe na Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo baadhi ya watu walihisi kwamba Chadema, ule umahiri wa Chadema huko nyuma ulikuwa umeanza kufifia. Lakini Mheshimiwa Mbowe alijitetea na kudai kuwa chama hicho ni cha kidemokrasia, lakini pia kimekuwa kikitanguliza zaidi diplomasia badala ya matumizi ya mabavu. Kwa hiyo kulikuwa na wagombea wawili, mmoja alikuwa akiamini kwamba mwenendo wa chama hicho hauridhishi na kunahitajika mageuzi makubwa ili chama hicho kiwe na ufanisi na kiweze kuwatumikia Watanzania kwa ufanisi. Lakini pia upande wa pili kulikuwa na mgombea ambaye kwa kuwepo kwa kwake kwa madarakani kwa miaka ishirini alikuwa akiamini kwamba mwelekeo wa chama hicho ulikuwa ni sahihi na kwamba diplomasia ilikuwa ni njia sahihi zaidi ya chama hicho kufikia matakwa yake. Hayo ndiyo yaliyoelezwa hadharani, lakini faraghani moja ya sababu kubwa iliyochangia Mheshimiwa Lissu kuamua kujitosa katika kinyanganyiro cha kuwania uenyekiti ni mpango wa muda mrefu kidogo, mpango ambao inadaiwa ulianza kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, na mpango huu ulikuwa ni wa kumzuia Mheshimiwa Lissu asiwanie urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chadema. Uh, Mheshimiwa Lissu aligombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na, ishirini, na akahujumiwa vikali lakini alitangaza mapema kwamba alikuwa na dhamira ya kuwania tena nafasi hiyo katika uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa hiyo, CCM, Chama cha Mapinduzi, kushirikiana na idara ya usalama wa taifa na watu ambao wamekuwa wakitumika kuihujumu Chadema ndani ya Chadema yenyewe walianza mkakati wa kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu hatopitishwa kuwania urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na hili lilianza kwa mchakato nafasi pekee iliyojitokeza ya kulifanya hili kwa ufanisi ilikuwa ni mchakato wa uongo, wa, wa kuwania uongozi katika chama hicho kuanzia ngazi ya chini kabisa mpaka ngazi ya taifa, kwa takriban mwaka wote wa 2024. Kwa asilimia kubwa mwaka 2024 Chadema ilikuwa katika mchakato wa kutengeneza safu yake mpya ya uongozi uongozi, yaani uchaguzi wa ndani wa chama hicho. Sasa, wakati uchaguzi huo ukiendelea, zikapatikana taarifa ambazo awali hazikuwa na uzito mkubwa kwamba kulikuwa na mabilioni yaliyomwagwa ndani ya Chadema. Kuna fedha ambazo hazikujulikana zimetoka wapi, uh, zilikuwa zikigharamia ziki uh, harakati za baadhi ya wagombea katika chama hicho. Hata hivyo baadaye ikaja ikafahamika kwamba fedha hizo zilikuwa zimetoka kwa mtoto wa Samia Suluhu Hassan anayefahamika kwa jina la Abdul, kwamba Abdul alikuwa amemwaga fedha nyingi ndani ya Chadema katika mchakato wa kutengeneza safu wanayotaka yeye ya uongozi ndani ya chama hicho, lakini hasa lengo la hilo lilikuwa ni huo mkakati wa kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu hatoteuliwa, uh, hatopitishwa na chama hicho kuwania uraisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chadema, na ilifika mahala ambapo Mheshimiwa Lissu mwenyewe alieleza bayana kwamba kuna fedha haramu zimemwagwa uh, na kwa hakika fedha hizo zina lengo la kukiharibu chama hicho kwa hiyo njia pekee iliyobaki ya Mheshimiwa Lissu angalau kwa wakati ule kwamba aweze kupitishwa kuwa mgombea urais wa chama hicho ilikuwa ni yeye kujitosa kuwania uwenyekiti uh, wa taifa wa chama hicho, lakini kwa kimsingi alikuwa anaua ndege wawili kwa juu moja kwa sababu kwa upande mmoja, endapo angeshinda nafasi ya uwenyekiti wa taifa wa chama hicho angekuwa katika nafasi nzuri ya kupitishwa kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania endapo chama hicho kingeamua kushiriki katika uchaguzi huo, lakini upande wa pili angetimiza azma kubwa zaidi ya kwamba, mwelekeo wa Chadema wakati huo ulikuwa hauridhishi, kwa sababu Mheshimiwa Mbowe alionekana kujenga ukaribu zaidi na Samia na mpaka wakati mmoja Uh, Samia alitunukiwa zawadi na Chadema licha ya mengi ambayo alikuwa akiyafanya kukihujumu chama hicho, na taarifa za hivi sasa zilizopatikana muda uh, baadaye hasa nyakati za hivi za karibuni zinadai kwamba hata ile kesi ya ugaidi ambayo Mheshimiwa Mbowe alifunguliwa mara tu, muda wa si mrefu baada ya Samia kuingia madarakani, baadhi ya watu wanadai kwamba kesi ile ilikuwa ni ya mchongo. Kwamba kesi ilitengenezwa ili kumtengenezea Mheshimiwa Mbowe mazingira kuonyesha kwamba naye anakandamizwa na serikali ya CCM. Kwa hiyo hata baadaye kukiwa na mawasiliano na CCM ionekane kwamba ni jitihada zake tu binafsi, lakini hao ni wakandamizaji. Kwa hiyo haya ni maelezo ambayo hata hivyo hajawahi kudhibitishwa kama kesi hiyo ilikuwa ni kweli ililengwa kutokana na ukandamizaji wa CCM dhidi ya, ya vyama vya upinzani au ndio zilikuwa tu mbinu ambazo zilikuwa zikitumika katika kukihujumu chama hicho lakini kwa kutumia uongozi uliokuwa madarakani wakati huo. Kwa hiyo yaliyofuata tunafahamu kampeni ya kuwania uwenyekiti wa chama hicho ndio ambayo iligusa hisia za watu wengi na kwa hakika kinyang'anyiro hicho ambacho kwa, kwa kweli kilitishia uhai wa Chadema kwa sababu baadhi ya watu walihisi kwamba hata kama mshindi angepatikana endapo angekuwa Mheshimiwa Lissu au angekuwa Mheshimiwa Mbowe mustakabali wa Chadema ungekuwa mgumu, um, lakini hilo pia lilisaidia kuwavuta watu wengi kuwa na ukaribu na Chadema, kufuatilia kwa karibu Chadema, na yamkinika kusema hakuna wakati um, ukilinganisha na kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na saba Mheshimiwa Lissu alipigwa risasi kadhaa katika jaribio la kumtoa uhai, hakukuwa na kipindi kingine ambacho uh, watu wengi walitokea kumfahamu Mheshimiwa Lissu na kuwa naye karibu zaidi kama kipindi cha kinyanganyiro cha uchaguzi huo wa ndani wa Chadema na hatimaye Mheshimiwa Lissu alishinda, lakini fedha nyingi sana ilitumika dhidi yake ili asishinde nafasi hiyo. Na mara baada ya kushinda kukatokea mlolongo wa matukio ambayo makala hii fupi haina haja ya kuyarudia, lakini miongoni mwa matukio ya awali yalikuwa ni kundi lililofahamika kama hamsini na tano kujitokeza hadharani kupinga ajenda ya no reforms no elections. Baadaye kundi hilo lilijitoa na kujiunga na chama kinachofahamika kama Chama cha Umma, maarufu kama chama cha ubwabwa. Na mpaka muda huu tunaoendelea, kumekuwa na jitihada endelevu dhidi ya Chadema. Taarifa zilizopatikana wiki iliyopita zilikuwa zinaeleza kuwa Mheshimiwa Mbowe inadaiwa kuwa ana mpango wa kwenda kumtembelea Mheshimiwa Lissu huko gerezani. Uh, Ukonga, ambapo Mheshimiwa Lissu amekuwa kwa takriban miezi kumi sasa. Lakini ilielezwa kwamba ziara hiyo ha, haina dhamira njema. Uh, bado Jasusi TV inaendelea kufuatilia kwa undani Kuhusiana na hayo pia, kuna taarifa kwamba kiongozi mmoja mwandamizi wa Chadema ambaye yuko madarakani anatumiwa na kambi ya mheshimiwa Mbowe dhidi ya uongozi wa sasa wa mheshimiwa Lissu. Wakati mwafaka TV itawatajia jina la kiongozi huyo. Kwa hiyo hayo kwa kifupi ndio yaliyojiri katika mwaka mmoja wa urais wa wa, uwenyekiti wa taifa wa chama cha Demokrasia Chadema chini ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Mengi yametokea, jitihada zimekuwa kubwa sana za kumhujumu, jitihada zimekuwa endelevu kukihujumu chama cha Demokrasia Chadema, na hadi muda huu kwa hakika chama hicho bado kiko katika kipindi kigumu sana kutokana na ukweli kwamba hujuma nyingi dhidi ya Chadema zinafanywa ndani ya chama hicho. Idara ya Usalama wa Taifa imekuwa ikifanya jitihada kubwa pamoja na Chama cha Mapinduzi, lakini msaada huo umekuwa ukipatikana zaidi kutoka ndani ya chama hicho. Jasusi TV itaendelea kuhabarisha kuhusiana yanayoendelea katika chama hicho. Lakini kwa bahati mbaya mheshimiwa Lissu baada ya kushinda uenyekiti uh, hiyo Januari ishirini na mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano takriban miezi mitatu baadaye alikamatwa kwa kesi ya mchongo tunayofahamu hiyo ya uhaidi April, uh, mwaka 2025, na tangu wakati huo amekuwa gerezani. Sasa inakaribia miezi kumi na muda si mrefu itatimia mwaka akiwa kesi yake inatarajiwa kuanza baadaye mwezi ujao, lakini matumaini kwa kweli ni hafifu kutokana na ukweli kwamba uh, mahakama kwa sasa inafanya kazi kwa maagizo ya CCM. Uh, upande wa Chadema, Chadema hii mpya ya chini ya Mheshimiwa Lissu nayo imekumbana na, na vikwazo vingi, mikakati mbalimbali ya kuidhoofisha. Kuna kesi ambayo imechangia Chadema uh, kutofanya shughuli zake za kisiasa, kesi iliyofunguliwa na baadhi ya viongozi wa zamani wa chama hicho ambao wanatoka kambi ya Mheshimiwa Mbowe. uh, kama ilivyoelezwa awali, kuna wanachama wengi, viongozi na wanachama kadhaa walihama Chadema na kuhamia uh, Chauma, lakini pia mali za chama hicho zilikuwa zimezuiliwa zime na shughuli za kisiasa za chama hicho pia zilikuwa zimedhibitiwa. Hata hivyo taarifa iliyopatikana jana imeeleza kwamba uh, uh, ile injunction iliyowekwa dhidi ya Chadema kufanya shughuli zake ime expire uh, ilikuwa ni miezi sita na hao walioweka hilo zuio hawajali, li, hawajali renew yani hawajali huisha upya. Kwa hiyo Chadema kwa sasa inaruhusiwa. Hata hivyo hilo pia ni ni kasoro kwa sababu haikupaswa chama hicho kusubiri mpaka zuio lipite. Miezi hii kadhaa iliyopita ya chama hicho kushindwa kufanya shughuli zake imekuwa na athari kubwa sana. Baada ya kuelezea hayo kwa kifupi, nigusie tu kuhusu yaliyojiri katika msiba wa mwasisi wa Chadema, marehemu mzee Edwin Mtei. Kama unafahamu, msiba huo umegusa hisia za watu wengi, lakini kulikuwa na malalamiko kwamba baadhi ya viongozi wa sasa wa madaraka wa Chadema Uh, walikuwa kibaguli, wamebaguliwa katika msiba huo kwa sababu Mheshimiwa Mbowe anahusika na, na msiba huo ni kifamilia, msiba wake kifamilia. Kwa hiyo ilielezwa kwamba kulikuwa na namna fulani ambapo uongozi wa sasa wa Chadema ulikuwa kama unabaguliwa. Hata hivyo, wame, wameweza kushiriki kikamilifu katika hilo, na kwa hakika uh, wamemwenzi mwasisi. Hata hivyo, japo marehemu asemwe vibaya, baadhi ya watu wanamuona kwamba marehemu Mtei hakujihusisha vya kutosha katika kukabiliana na changamoto mbalimbali zilizoikumba Chadema baada ya yeye kutoka madarakani, pengine umri ulikuwa ni mkubwa na pengine alikuwa na majukumu mengine ya kifamilia. Lakini kwa mfano migogoro ambayo imekuwa ikiendelea, ambayo ni ya wazi kuwa na hujuma zinazofanywa na kambi ya Mheshimiwa Mbowe dhidi ya Mheshimiwa Lissu, kwa kweli mzee Mtei hakuwahi kusikika. A, a, mazila ambayo yamekuwa akimkumba Mheshimiwa Lissu mzee Mtei ya akuweza kusikika. Pengine afya yake ilikuwa sio nzuri, a, lakini kwa baada na pengine aliamua baada ya kutoka madarakani kwamba asijihusishe tena na chama hicho, lakini pengine kutokana na ukaribu na Mheshimiwa Mbowe wa kifamilia, isingekuwa rahisi yeye kuelemea upande ambao Mheshimiwa Mbowe ana upinga. Je, una maoni gani Uh, kuhusiana na mwaka mmoja wa uwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema chini ya Mheshimiwa wa Tundu Lissu, na hayo mengine yanaendelea. Karibu toe maoni hapa kwenye komenti. Asanteni na kwaheri.